Hidum, Chama cha Mapinduzi bambo chuma kea zila nyingi i mama Samia, Mheshimiwa mwenyekiti wa wachama, Chama cha Mapinduzi kata hii ya Mkolani, Mheshimiwa katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mkolani, wajumbe wa kamati ya siasa kata hii ya Mkolani, lakini sana baba yetu, kaka yetu, kipenzi chetu, mteule wetu, ndugu yetu Juma Ndila, nianze kwa kusema kwamba mimi sina mashaka na wewe. Wewe mwenyewe unakumbuka, na wananchi wa majengo wanatamani, niwaambie hili ili wafahamu kwamba pamoja na kuteuliwa yako mambo imeshaanza kuyapitia na kuyafahamu changamoto kubwa zinazotukabili katika mtaa wetu wa majengo zikiwemo barabara ambazo tunazo, wewe mwenyewe umeshapita na mimi nikikuonyesha baadhi ya barabara ambazo ni korofi, barabara utakazokwenda kuanza nazo, ukiwa ni pamoja na kwenda kuzifanyia ukarabati, wapi panahitaji karavati, ili twende tukaungalishe mtaa wa Majengo. Mheshimiwa mgombea, nataka nikuhakikishie, pamoja na leo mvua imekuwa ni baraka kwetu, nataka nikuambie sisi wana majengo tutaamka siku ya tarehe ishirini na tisa tutakwenda kwenye kituo. Kazi yetu ni moja peke yake tuliyoibakiza, kuhakikisha tunakupa kula za ndio, ili wewe uende ukawe diwani wakata hii ya Mkolani asubuhi na mapema, ili ukatimize na kutekeleza majukumu yako kwa haraka. Hatuna shaka na hilo mheshimiwa, nataka nikwambie, naita mheshimiwa kwa sababu sina shaka na hilo. Tumekaa tumepima tumepembua na kubaini wote walioshika fomu ya kugombea nafasi ya udiwani katika kata yetu ya Mkolani, peke yako wewe una sifa za kusaidia wananchi wa kata ya Mkolani peke yako wewe unafaa kuwa diwani wa kata hii, peke yako wewe unafaa kuwa mwenyekiti wa ODC na tafasili yake utakwenda kuwa mwenyekiti wangu kwenye kamati ya maendeleo kata yetu ya Mkolani. Tafasili ni nini? Wewe una deni la sisi kukutimizia kula zako, na uwezi kuwa mwenyekiti kama sisi wana majengo hatukunyanyuka kwenda kukupigia wewe kula. Hatukwenda kumpigia joni nzila nyingi kula, hatukwenda kumpatia mama yetu na kipenzi chetu Samia Suluhu Hasani kula za kutosha nataka nikuambie, pamoja na hilo tunatambua namu arobaini wa nyani ambao wamekuwa kero na wasumbufu kwenye eneo hili. Mheshimiwa, sina shaka na wewe kwa sababu tumeshapita, tumeshabaini ni wapi nyani wanakaa kwa wingi na ni nini kifanyike ili twende tukatimize na kumaliza changamoto hii. Na mimi nataka nikwambie, mimi na ofisi yangu ya serikali ya mtaa tunakusubiri kwa hamu wewe kuja kutupa miongozo kutupa dira, kama ilivyo ambavyo wananchi wa Mkolani watakuamini, na tunakwenda kukupigia kula za kishindo kupitia Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa hususan kwenye mtaa wetu wa Majengo. Ndugu zanguni, nimesimamishwa hapa kuomba kula. Naombeni kwa heshima na taadhima kwamba sisi sote tukutane, twende tukapige kula katika vituo vya kupigia kula, ambavyo itakuwa ni tarehe 29, na ni vyema tujitokeze mapema tukapige kula, twende tukakae na tusubirie matokeo. Nataka nitoe hii kupitia vijana wenzangu, tuondoke katika makundi ya ajabu ya kudanganyika, hasa pale tunapokwenda kudanganywa kuhusiana ni kwenda kufanya maandamano. Nataka nikwambie wewe ambaye uko nyumbani, kumbuka una familia, watu wanakutegemea. Wanaoasisi maandamano wako nje ya nchi, anapokuja kukudanganya wewe kutokeza tarehe 29, nchi mimi na wewe wajibu wa kukaa kuendelea kuilinda tunu ya amani ya nchi yetu kizazi chetu, ili Tanzania yetu yepukane na yale yanayochochea. Nataka nikwambie yule anayekudanganya wewe ufanye haya, hakupendi. Kama angekuwa anakupenda angeanza yeye kuvuruga nyumbani kwake, na swala la amani linaanzia nyumbani. Ukishaona wewe unatolewa kwenda kuvuruga amani, tafasili yake unagombanishwa wewe na serikali. Uchaguzi utakwisha, lakini serikali haitokwisha Uchaguzi utagusha wala serikali haizeki. Nipitie nitumie fursa hii kukusi wewe kwamba kazi yako kubwa ni kulinda amani ya taifa lako, tunu ya amani uendelee kuichunguza na kuilinda kuithamini na kulithamini taifa lako wewe, na kuhurumia kizazi na wazee walioko eneo lako, kuhurumia na kujenga nchi yako ni wajibu wako na si mtu mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi yangu ilikuwa ni kuomba kula na nimefanya hivyo kumwombea kakaangu Juma Ndila ambaye tayari tunasubiri apishwe. Nimefanya hivyo kumwombea kula Joni Zilalingi ambaye ni mbunge wetu wa Nyamagana na tayari tunasubiria, siku zikikafika tunakwenda kupiga kula za kishindo, kuhakikisha watu hawa wanakuwa mimili katika wilaya yetu ya Nyamagana, mimili katika kata yetu ya Mkolani, mimili katika taifa letu na si mwingine ni Dkt. Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Mheshimiwa Katibu, mimi me ni kushukuru sana sana, lakini nataka nikuhakikishie kwamba sisi watu wa majengo tulishakubaliana kwenda kupiga kula za ndio, hatuna shaka na hilo, na tutafanya kwa haraka zaidi. Asante sana, Mungu awabarikini na Mungu akubariki sana mgombea. Mungu akuongoze na akupe afya ya leo mpaka kesho. Mungu akuongoze akupe uzima akupe stara na kila lolote linalokukabili baya liende likashindwe, ili wewe ukatangazwe na kuwa kioo tunu katika kata yetu ya Mkolani. Asanteni sana.